Mikono yako nanya, mikono yako ana mikono yako juu kabisa. Uiweke kama unaiangalia mbele yako, sema ee Yesu. Sauti yako iwe kubwa kidogo, sema ee Yesu. Mikono yangu naiweka mbele yangu, naiinyanyua kwako kama ishara ya kufunguliwa, kama ishara ya kuwekwa huru katika jina la Yesu. Baba naiombea ya mikono yangu itapata kibali katika nafsi yangu katika jina la Yesu ya Mungu, naomba unisikie sasa, sasa. Basi ombea mikono yako kwa sauti, kama unaipenda mikono yako utaiombea, kama hauipendi hautaiombea ili upate atua mbele za Bwana, tamka tu, endelea kuomba tu, sauti yako, endelea kuomba, endelea kuomba tu

Endelea kuomba. Endelea kuomba tu. Sauti yako, endelea kuomba. Na <tipa> pandisha mikono hii msalabani kwako kama ishara ya watu wao kwenda kufunguliwa katika <Aleluia>, jina <mlea> la Yesu. Baba asante kwa sababu mikono hii inaenda kukushukuru kwa ajili ya shuhuda zote ambazo zimetolewa na ile ya Jumapili. Baba tumekubariki sana kwa sababu ya kumpa yule binti kampuni katika jina la Yesu, amen. Tunakushukuru katika hilo Baba, tunakuinulia sifa kwa ajili ya hizo shuhuda. Hebu mshukuru Mungu kwa ajili ya shuhuda zile za Jumapili. Mshukuru Mungu hata kama ukwepo. Mshukuru Mungu kwa sababu Mungu alitenda. Mungu alitenda.